Kumekuwa na uvumi huu ya kwamba kati ya tarehe ishirini na tatu ishirini na nne na ishirini na tano Yesu anaweza akarudi. Na kwa nini uvumi huu umeshika kasi? Uh, ukisikiliza watumishi wa Mungu mbalimbali mbali, uh, ukisikiliza vyombo mbalimbali mbali vya Kikristo na visiva vya Kikristo vimekuwa vikijadili mambo haya. Kuna mambo kadhaa ambayo yamesababisha hoja hii iweze kushika eh, kasi mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano tofauti na miaka. Kwa nini haikuwa mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne kwa nini haikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kwa nini mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kwanza kabisa kitu ambacho kimezaa kime E tarehe hii ambayo inasemekana ndio Yesu atarudi tarehe ishirini na tatu au tarehe ishirini na nne au tarehe ishirini na tano manake katikati, katika siku yoyote kati ya hizi watu wanatakiwa wajiandaye wawe tayari kwa sababu Yesu atarudi. Ni maono binafsi ambayo aliyaona mchungaji mmoja anaitwa Yoshua Mlakela, yani majina ya Kiafrika Kusini. Kwa hiyo ile Mlakela akiwa anaujiwa na kituo kimoja cha TV kule kwao Kinaitwa eh, Saint Twins TV, alinukuliwa uh, akisema ya kwamba Yesu amezungumza naye akamwambia ya kwamba eh, atarudi mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, na atarudi katika eh, kipindi cha sikukuu ya matarumbeta ama eh, wenyewe Wayahudi wa, wa, wa, wa wanaita Rosh Hashana. Kwa sababu ya kwanza ambayo imezaa tarehe hii ishirini na tatu, ishirini na nne, ishirini na tano imezaliwa na maono binafsi eh, ambayo huyu mchungaji mtumishi wa Mungu aliyaona kwamba Yesu anarudi na si yeye tu ambaye ameona maono yeye ndio ma, eh, imezaa imekuwa maarufu sana, na interview na, na, yake ikasambaa sana, lakini pia wapo watu mbalimbali ambao wanasema wameona maono ya kwamba Yesu yu karibu kuja. Eh, lakini sasa Joshua Mlakela yeye akaenda mbali kabisa eh, na kuweka tarehe. Sasa yeye alivyosema kwamba Yesu amemwambia atarudi eh, katika sikukuu hii ah, ya, ya, ya tarumbeta ama Rosh Hashana, wakati watu wanaojua kuchambua mambo wanaoelewa wakagundua sikukuu hii katika mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano itatokea kati ya tarehe ishirini na tatu na ishirini na nne Kwa hiyo ndipo tarehe ikazaliwa ya kwamba Yesu atarudi uh, tarehe ishirini na tatu au tarehe ishirini na nne na wengine wakaenda tarehe ishirini na tano. Kwa nini uh, kwa nini, uh, kwa nini sikukuu ya Rosh Hashana? Kwa nini sikukuu ya matarumbeta? uh, uh, wewe nae niangalia na kunisikiliza uh, Mungu ameweka uh, uh, ratiba yake ya ukombozi wa mwanadamu ameiweka katika neno lake Biblia na ameweka vitu mbalimbali ambavyo tukivitazama na kuvisoma vitatusaidia kujua kalenda yake, na moja ya vitu ambavyo ameviweka ambavyo vinaendana na kalenda yake ya ukombozi ni sikukuu saba ambazo, uh, aliwaamuru taifa la Israeli liweze kuzisherehekea walipokuwa jangwani. Na amri hii aliitoa kwa kupitia mtumishi wake Musa. Ukisoma kitabu cha Walawi sura ya ishirini na tatu, ziko pale sikukuu saba. Sikukuu ya kwanza ni sikukuu ya Pasaka. Hii inasherekewa katika mwezi wa Nisani. Mwezi wa Nisani ni kati ya mwezi wa tatu na mwezi wa nne katika kalenda yetu ya kawaida, na mwezi wa Nisani ni katika kalenda ya Kiibrania ni, ni mwezi wa kwanza wa kidini. Sasa sikukuu ya kwanza kati ya hizo saba, hizi ni sikukuu saba muhimu ambazo ilikuwa ni amri lazima wazisherekee, ilikuwepo sikukuu ya Pasaka. Baada ya sikukuu ya Pasaka, sikukuu iliyokuwa inafuata ni siku tu ya pili baada ya kula Pasaka ilikuwa ni mikate isiyotiwa chachu. Baada ya mikate isiyotiwa chachu, sikukuu iliyokuwa inafuata ilikuwa ni sikukuu ya matunda ya kwanza, au wenyewe anasema mazao ya kwanza. Na baada ya matunda ya kwanza au sikukuu iliyokuwa inafuata ilikuwa ni sikukuu ya mavuno ama sikukuu eh, ya Pentekoste. Sasa hizi sikukuu nne zote zilikuwa zinatokea eh, katika kipindi tunaweza kipindi cha masika eh, ni mwezi wa Nisani baada ya hapo eh, kundi la, la mwisho la sikukuu. Sasa sikukuu tatu zilizobaki eh, zinatokea katika wa, wa, Waibrania wana mwezi unaitwa mwezi wa Tishri. Mwezi wa Tishri ni mwezi wa saba kutoka Nisan katika kalenda yao eh, lakini mwezi wa Tishri katika kalenda yetu sisi ni kati ya mwezi wa tisa na na, na huu mwezi wa Tishri eh, ni mwezi wa kwanza kwa kalenda ya kiraia au Ibrania. Wana kalenda mbili, kuna kalenda ya kidini, alafu kuna kalenda ya kiraia. Sasa katika kalenda ya kiraia mwezi huu wa Tishri ndio mwezi wa kwanza eh, lakini katika kalenda ya kidini mwezi huu wa Tishri ni mwezi wa saba na katika siku ya kwanza kabisa eh, ya mwezi huu wa saba sasa mwezi wa Tishri ambao katika kalenda yetu sisi ya leo ni kati ya mwezi wa tisa na wakumi, kuna sikukuu ya tano ambayo inaitwa sikukuu ya baragumu. Alafu aa, siku ya kumi inakuwepo sikukuu inaofuata inaitwa sikukuu ya upatanisho Yom Kippur. Alafu baada ya hapo sikukuu ambayo inamalizia kati ya tarehe kumi na tatu mpaka kumi na tano ya mwezi huu wa Tishri eh, inaitwa sikukuu. Sasa sikukuu ya vibanda hii inakamilisha sikukuu saba, na hizi sikukuu saba eh, zina sura ya kinabii. Pasaka Yesu alikuja kuitimiza. Mikate isiyotiwa chachu, maana yake Yesu alikufa akiwa hana dhambi. Sikukuu e, ya mavuno ya kwanza kwanza anasema e, matunda ya kwanza first fruit. Yesu ndio akawa mzaliwa wa kwanza e, e, ambaye katika kufufuka katika watu wanadamu ambao walikufa na kufufuka, Yesu akawa ndio mzaliwa wa kwanza ndo first fruit. Na ndivyo hata maandiko yanatuambia hivyo, Paulo anamtaja kwa namna hiyo. Alafu e, sikukuu ya nne ilikuwa ni Pentekost ya ushavuti kwa Kiebrania ni sikukuu ya umwagiko wa Roho Mtakatifu tunajua ikaja kutimia eh, kwa siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka pale ile tarehe mbili mwezi wa sita mwaka thelathini na mbili AD eh, pale Yerusalemu. Kwa hiyo hizi sikukuu nne unabii wake eh, ulikwisha timia. Sasa sikukuu zimebaki tatu kuna sikukuu inayofuata ya tano sasa, ambayo ndio inasherekewa katika mwezi wa Tishri, ni sikukuu ya baragumu. Sasa sikukuu hii ya baragumu eh, yenyewe ina maana gani kinabii? sikukuu hii ya baragumu eh, katika eh, kalenda ya kinabii eh, yenyewe ndio inahusishwa ina na tukio la unyakuo kwa sababu katika sikukuu hii ya baragumu walikuwa wanapiga, sio kwa, walikuwa mpaka tarehe wanafanya wanapiga mabaragumu. Sasa ina moja kwa moja inaunganishwa na kile ambacho Paulo anakisema katika kitabu cha Watesalonike wa kwanza e, ile sura ya nne na mstari wa kumi na sita kwamba Yesu atakaposhuka atashuka na mwaliko, alafu tutasikia panda italia, e, manake tarumbeta itapigwa, alafu sasa e, wale waliokufa watatutangulia sisi tulio hai, watafufuliwa watapewa miili mipya, alafu na sisi tuliokuwa hai sasa, na sisi tutapokea miili mipya, alafu tutaondoka sasa kwenda kumlaki Yesu mawinguni na ndiyo maana sasa, tukio la kuja kwa yesu kulichukua kanisa eh, limehusishwa na eh, na sikukuu hii eh, ya Rosh Hashana ama siku kuu ya baragumu, na hiyo ndio imezaa tarehe kwamba kwa nini watu wanang'ang'ana wananga kwamba eh, Yesu atarudi kati ya tarehe ishirini na tatu, ishirini na nne, ishirini na tano ni kwa sababu sikukuu hii ya Rosh Hashana ambayo kiunabii inaunganishwa na tukio la unyakuo eh, itafanyika mwaka huu kati ya tarehe ishirini na tatu na ishirini na nne. Hiyo ishirini na tano watu wanaiongeza. Hiyo ni sababu eh, ya pili ambayo imefanya uvumi wa tarehe hii ishirini na tatu ishirini na nne na ishirini na tano eh, zinazohusiana na kuja kwa Yesu kuenea sana. Lakini mbali na hayo, yapo sasa matukio mengine ambayo eh, yanatokea. Kwa mfano eh, kumekuwepo na eh, kupata Tuwa, eh, kwa jua, eh, kupata kwa jua bado hakujatokea. Kumekuwepo na kitu tunachokiita mwezi mwekundu. Haya ni matukio ambayo kimaandiko yameandikwa eh, ukisoma Yoeli sura ya pili mstari wa 30 mpaka 31, ukisoma eh, Mathayo sura ya ishirini eh, na nne mstari wa ishirini na tisa utaona haya matukio ya mwezi mwekundu na tunajua hivi tu punde, mwezi huu wa tisa tumetoka kuona mwezi mwekundu hilo nalo limetokea mwezi huu wa tisa. E, kona tukio hili ilipotokea na watu wanaliona kwenye maandiko imeendelea kuchagiza kwamba Yesu anarudi tarehe ishirini na tatu, tarehe ishirini na nne, tarehe ishirini na tano. Kama hiyo haitoshi e, kumekuwepo na jitihada e, za mkataba wa amani unaitwa Abrahamic Accord mkataba wa amani kwa ajili ya Israeli ambao itaingia na majirani zake wengine, ili iweze kuishi kwa amani, mkataba wa miaka saba. Na ambaye amekuwa kwenye juhudi za kufanya mkataba huu, kushughulikia mkataba huu ni mkwe wa Trump ambaye amemwoa binti yake eh, Trump. Eh, sasa eh, ilikuwa una, un, inategemewa mkataba huu utaingiwa tarehe ishirini na mbili mwezi wa tisa ambao sasa eh, utatangazwa rasmi eh, mkataba huu, na maanake Israel atakuwa na, na mkataba wa amani bila kusumbuliwa na maadui zake eh, kwa muda wa miaka saba. Sasa tukio hilo bado hatujalisikia, lakini watu walipounganisha na mkataba huu wa amani, alafu wakijaribu kuunganisha na maandiko tena E, waka wakaona kwamba inasema kutakuwepo na amani kipindi cha miaka saba. Watu waka, wakaunganisha wakasema Yesu kweli anarudi e, mwaka huu e, mkataba wa amani tarehe ishirini na mbili Yesu atarudi tarehe ishirini na tatu ama tarehe ishirini na nne ama tarehe ishirini na tano. Lakini pia kunategemewa kutokea kupatwa kwa jua e, ilikuwa inategemewa itokee tarehe ishirini na moja mwezi wa tisa. E, angalia haya e, matukio Eh, ndugu msikilizaji wangu, afuone jinsi ambavyo yamepangana kutokea kwa pamoja katika mwezi huu wa tisa na mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ndio imekuwa sababu e, ya uvumi huu e, wa kwamba Yesu atakuja tarehe ishirini na tatu tarehe ishirini na nne au tarehe ishirini na tano kuenea na kumekuwepo na taharuki e, za kutosha. Watu kuna mahali pengine mtu ameamua kumwacha mke wake, mahali pengine watu wanauza mali zao, ma, watu wanachanganyikiwa wana kwa sababu haya ni masuala ya kiimani na hakuna masuala hatari sana kama masuala ya kiimani sasa. E, taarifa hizi za kuja kwa Yesu tarehe ishirini na tatu au ishirini na nne au ishirini na tano zimezua taharuki na kwa sababu ya mambo hizo, sababu nilizo kutajia hapo. Kwa hiyo watu wamekuwa wakiamini kwamba mambo haya yatatokea kweli, lakini je, kweli Yesu atarudi tarehe ishirini na tatu au tarehe ishirini na nne ama tarehe ishirini na tano? Hili ni swali ambayo anataka tujiulize, na ntakapokuwa namaliza e, haya nayoyazungumza hapa, nafikiri utakuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kuweza kujibu haya. Lakini ndugu, ndugu, ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu ambao unaniangalia ha, haya mambo tunayoyaona mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano huku mpaka kukisiwa kwa tarehe eh, kwamba tarehe fulani Yesu atarudi, sio mara ya kwanza haya ya kutokea, sio mara ya kwanza kabisa, sio mambo mageni. Kwa mfano tarehe ishirini na tisa Agosti eh, mwaka ule elfu moja mia moja themanini na sita kulitokea tukio la kupatwa kwa jua eh, ambalo lilionekana Asia yote na Ulaya yote. Eh, tukio lile lilipotokea, watu wakatangaza ya kwamba likishatokea Yesu anarudi, lakini Yesu hakurudi ikapita, watu na wenyewe walichanganyikiwa kama ambavyo e, leo hii watu wanachanganyikiwa, lakini ikapita, Yesu hakurudi. Je, na safari hii itapita Yesu akiwa hajarudi ama atarudi? Hilo ni swali ambalo taka tuendelee kujiuliza. Lakini pia mwaka elfu moja mia nne hamsini na tatu wakati eh, eh, mji mkuu ambao ndo ulikuwa ngome ya Ukristo mashariki Konstantinopo ulipokuwa umezingirwa na hawa masultani wa Turks wanapotaka kuuangusha, eh, kulitokea mwezi mwekundu na watu walipouona ule mwezi mwekundu wakasema Yesu anarudi, mwisho wa dunia. Wevika Yesu hakurudi na ili ule mji wa Constantinople ukaanguka mikononi mwa hawa eh, masultani wa Turks. Kama haitoshi kukawa kuna mwaka elfu moja mia nane arobaini na nne mtu mmoja wa Mungu mzuri anaitwa William Miller. William Miller eh, akitumia hesabu za unabii wa Danieli eh, kitabu kile eh, cha Danieli sura ile ya nane nafikiri na mstari wa kumi na nne ambapo Danieli akawambia yale mambo aliyoyaona kwenye yale maono yatatumia jioni eh, eh, na asubuhi elfu mbili mia tatu William Miller, alichokifanya akazichukua ile elfu mbili mia tatu akaiweka katika miaka akahesabu toka kipindi kile mpaka eh, akaona ile hesabu inaangukia miaka elfu mbili mia tatu itakamilika mwaka elfu moja mia nane arobaini na nne ikatangazwa kila mahali. Na kwa sababu alikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri kabisa, na Mungu anamtumia watu wengi na taifa la Marekani kipindi hicho bado uchaji wa Mungu upo juu eh, kwa hiyo watu wengi wakajiandaa ya kwamba Yesu anarudi mwaka elfu moja mia nane arobaini na nne Ile ilikuwa ni mbaya sana e, katika historia ya kanisa ili ya mwaka 1844 ilikuwa mbaya zaidi. Maana watu waliuza wali vitu watu, yani vitu vingi wanasema Yesu anarudi mwaka 1844. Ukafika Januari mpaka Disemba Yesu hajarudi. Na katika historia ya, ya, ya, ya, ya kanisa la Marekani, lakini pia na Marekani mwaka 1844 ndio umezaa kitu kimoja tunachokiita katika historia ya kanisa great disappointment yaani watu e, walivunjwa moyo kwa habari tena hizi za kurudi kwa Yesu, na toka hapa watu wakaona wakaanza kudhihaki kwa habari ya kuja kwa Yesu. Lakini kama haijatosha, mashahidi wa Yehova na wenyewe wakataja mwaka elfu moja mia tisa kumi na nne kwamba Yesu atarudi, hakurudi. Wakaja tena wakataja mwaka elfu moja mia tisa ishirini na tano Yesu atarudi, hakurudi wakaja tena mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano kwamba Yesu atarudi hakurudi. Na haya yote yaliacha taharuki na sintofahamu nyingi sana e, miongoni mwa jamii ya waaminiwe na si jamii tu ya wale wanaoamini na hata wale wanao wazunguka hawa Eh, sasa, eh, kama hiyo haitoshi eh, moja ambayo imetokea hivi karibuni pia eh, ni mwaka elfu mbili na kumi na moja, kulikuwepo tena, ipo mtumishi mmoja naitwa Harold Camping eh, katika ulimwengu, ishirini na moja, katika sasa ni eh, karne ishirini sasa tupo katika ulimwengu karne ishirini na moja tupo katika ulimwengu huu sasa wa sayansi na teknolojia, akanukuliwa kwenye TV kama ambavyo Joshua Mlakela amenukuliwa eh, ikiwa anafanya maujiano na, na, na, na, na vyombo vya habari TV na huyu Harold Camping akanukuliwa akataja ya kwamba eh, mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na moja Yesu anarudi. Yesu akurudi. Akatoka tena akasema mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na kumi na moja Yesu atarudi. Yesu hakurudi. Mambo haya hayakufika haya mwisho, lakini we kama ni, ni unafuatilia vizuri uta, hata hapa Tanzania kumekuwepo na mambo mambo mengi sana kulikuwepo mpaka na wasabato ambao walikuwa wanaenda airpoti kumsubiri Yesu. Nafikiri unafahamu. Kwa hiyo haya mambo ya ku ya kukisia ya kwamba Yesu atarudi tarehe fulani hayajaanza leo, ndugu msikilizaji wangu, na mpaka sasa, mpaka sasa hayajawahi kuwa sahihi. Hakuna ambaye amefanikiwa ame, ame He, kusema kwamba Yesu atarudi tarehe fulani na ikawa kweli hivyo mpaka sasa. Sasa tarehe, mimi wakati na na kirekodi kipindi hiki ni tarehe ishirini na mbili, tarehe ishirini na tatu haijafika. Je, safari hii itakuwa sahihi kwamba kweli Yesu atarudi tarehe ishirini na tatu au tarehe ishirini na nne ama tarehe ishirini na tano? tunasubiri na hii lakini, nataka upate ufahamu huu, ndugu msikilizaji wangu, ya kwamba eh, eh, majaribio ya, ku, ya kujaribu kukisia Yesu atarudi lini yamefanyika. Nimekupa kwa ufupi angalau historia ya haya matukio, na kila mara yalipotokea hayo hu, majaribio huo unabii huo utabiri, haukuwahi kuwa wa kweli. Kwa sababu gani? Mara zote hizi eh, inashindikana kwa sababu Eh, na hili ndilo angalizo ambazo nataka ni kuache nalo sasa. Eh, ndugu msikilizaji wangu, inapokuja masuala haya eh, yanayohusishwa eh, na kurudi kwa Yesu hmm. Eh, kuja kwa Yesu eh, kuna vitu hivi viwili vitatu nataka uvielewe, vitakusaidia utakuwa salama nyakati zote. Jambo la kwanza nataka uelewe eh, kurudi kwa Yesu e, mara ya pili, kuna matukio makubwa mawili yanayohusishwa na kurudi kwa Yesu ka ni vizuri ujue kuyatofautisha. Tukio la kwanza tunaliita unyakuo, alafu tukio la pili tunasema Yesu sasa atakanyaga katika sayari ya dunia tena, kama vile ambavyo kwenye kitabu kile cha Matendo, ile sura ya kumi sura ya kwanza ule mstari wa tisa na wa kumi na kumi na moja sema huyu Yesu mnayemwona anayeondoka atarudi hivyo hivyo. Eh, sasa tukio la pili ambayo linahusishwa na kurudi kwa Yesu mara ya pili itakuwa ni pale atakaposhuka duniani ambapo sasa pia kuna Ufunuo, inatajwa, Ufunuo ile sura kwanza, kile mstari wa saba ya eh, kwamba kila jicho litamwona. Hilo eh, ni tukio la pili, lakini kabla tukio hili la pili la kurudi kwake mara ya pili alijatokea litatanguliwa na tukio la unyakuo. Sasa tukio la unyakuo, ndugu msikilizaji wangu, nataka nikusomee hapa sasa kitabu cha Watesalonike wa Kwanza, kitabu cha Watesalonike wa Kwanza. Paulo anayeandika mambo haya, Watesalonike wa Kwanza sura ile ya nne, tusome mistari kadhaa pale, ili uweze kuelewa tunapozungumza eh, unyakuo, eh, tunazungumza kitu gani anasema hivi, mstari wa kumi na tano tuanzie mstari wa kumi na tano Anasema, kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika hatutawatangulia hawa waliokwisha kulala mauti. Mstari kumi na saba anasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda manake nitarumbeta baragumu ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Mstari kumi na saba anasema kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Ukiangalia haya maandiko niliyoyasoma hapa, tukio la unyakuo ni kwa watu wachache wateule na hili tukio la unyakuo ndiyo Yesu analisema eh, kwenye kitabu kile cha eh, Matayo tena sura ya ishirini na nne mstari wa thelathini na sita Hakuna anayejua siku wala saa ambayo tukio hili litatokea. Na ukisoma tena kitabu cha Matayo sura ya ishirini na nne mstari wa nne mpaka wa kumi na nne Eh, utakuja kuona tena pale Yesu anataja dalili ambazo zitatangulia, zitakuwa mambo ambayo yatakuwa yanatokea ndani ya kanisa na mambo ambayo yatakuwa yanatokea katika ulimwengu ambayo yakitokea hayo mwenye eh, mstari wa thelathini na mbili ndo anawaambia wanafunzi wake, kwa mtini, jifunzeni kwamba watakapoyaona hayo yanatokea ndani ya kanisa na tutakapoyaona hayo yanatokea katika ulimwengu, sisi tunatakiwa tujue kwamba majira ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo yamekaribia. Sasa watu wanaposema ya kwamba tarehe ishirini na tatu au ishirini na nne au ishirini na tano Yesu atakuja, kimaandiko haiko sahihi. Kwa sababu eh, unyakuo au hakuna ambaye anajua saa, hakuna ambaye anajua siku. Hakuna ambaye anajua mwaka, ila ambacho tumeachwa nacho, tumeachwa na ishara ambazo tukiziona hizo tujue majira ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo yamekaribia na napenda niwe mkweli, ndugu msikilizaji wangu, inawezekana kabisa Yesu akarudi tarehe ishirini na tatu. Inawezekana kabisa Yesu akarudi tarehe ishirini na nne. Inawezekana kabisa Yesu akaja tarehe ishirini na tano. Inawezekana kabisa Yesu akarudi muda, wakati unasikiliza haya unayosikiliza, sekunde yoyote ile, e, kwa sababu yale ambayo yalitabiriwa yatatokea, ambayo tukiyaona hayo, tujue ya kwamba kurudi kwake kumekaribia Karibia yote yametokea nina, ninafikiri Mungu akinipa neema nitafanya kipindi kingine nikijaribu kuchambua kitabu cha Matayo sura 24, ya ishirini na nne ili pia uweze kukielewa ndugu msikilizaji wangu, yote yametokea, kwa hiyo si ajabu Yesu akaja kweli, he, mwezi huu wa tisa na tarehe zilizotajwa, lakini inawezekana asija hizi tarehe, akaja tarehe zitakazofuata, lakini ambacho nataka ukifahamu ndugu msikilizaji wangu, ya kwamba mambo yote ambayo yalinenwa, ya kwamba yatatokea ambayo yataamba yata yakitokea, tukiyaona hayo e, sisi kwetu sisi yatatujuza ya kwamba Yesu amekaribia kuja. Hayo yote tayari yametokea, huo ni unyakuo. Alafu limesema tukio la pili sasa ni tukio la Yesu sasa. Eh, anashuka sasa pamoja na jeshi la watakatifu anakuja duniani, ambayo ukisoma kwenye kitabu cha Zakaria ili sura ya kumi na nne unaona kwamba eh, atakanyaga katika mlima Mzeituni, na hapo ndipo hapo wanasema kwamba kila jicho litafanyaje? Litamwona sasa tukio hili hapa eh, ndio linaambatana na ishara ambazo zimetajwa kwenye kitabu cha Yoeli sura ya pili mstari wa 30 mpaka 31, tunapoona mwezi mwekundu anasema e, kutakuwa kuna mwezi mwekundu, anasema jua litatiwa giza. Hii ni lugha ya waandishi wa Biblia ambao sisi leo tunaita ni kupatwa kwa jua, kwamba mambo haya yatatokea Yesu atakapokuwa anarudi mara ya pili. Sasa hapa ndio maana nimetaka kwamba ili uweze kuwa salama, angalizo ambayo nataka nilitoe kwako, e, e, ndugu msikilizaji, msiki wangu na mtazamaji wangu, kwamba elewa kitu kimoja, elewa kuna tofauti kati ya unyakuo E, na, na Yesu atakapokuja kukanyaga dunia. Haya ni matukio mawili ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Hiki ambacho kinaenea kama uvumi kinazungumza kwa habari ya unyakuo, lakini hapo hapo kinaunganisha na tukio la pili la kuja kwa Yesu mara ya pili. Sasa kiunabii hii siyo sahihi, kwa sababu katika ka, ka, kalenda ya unabii wa siku za mwisho Yesu atakuja mwishoni mwa juma la sabini linapofika mwisho ndipo Yesu atakapokuja na kukanyaga dunia, maana unyakuo uta Tangulia. Sasa watu wanachanganya mambo ya Yesu atakapokuja kukanyaga dunia na wanapokuja kulichukua kanisa yote, wanayaweka pamoja, na ndio ukisikiliza wengi wanaozungumza kwa habari eh, ya itare tarehe ishirini na tatu, ishirini na nne na ishirini na tano wanatumia dalili ambazo hizo dalili hazina uhusiano na unyakuo; ni dalili ambazo zina uhusiano na kuja kwa Yesu mara ya pili, ile ambayo tunasema kila jicho litamwona mm. Kwa hiyo na hizi pia zimetajwa kwenye Matayo ishirini na nne ishirini na tisa. Hilo ni jambo la kwanza ambalo, eh, ni vizuri ukalifahamu, litakusaidia E, maana yake hizi tetesi hazitoisha. Ukisoma kwenye hii Mathayo sura ya 24 mstari wa 4 mpaka 14, ndo zitaongezeka. Watakwambia Yesu yupo hapa, Yesu mara yuko hivi, ndio kipindi chake hiki. Lakini we utakuwaje salama? Yesu Bwana sema msitikizwe na hayo. Anasema mtakapoyaona haya, mpaka mtakapoyaona haya, basi jue, basi nyinyi kwa mtini jifunzeni. alafu kwenye mstari wa 36 wa Mathayo sura ya 24 ndio naipenda sana akasema, kwa habari ya siku ile kwa habari ya siku ile hakuna anayejua saa wala sekunde. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza akatoka kwa ujasiri kabisa akasema ni tarehe fulani Yesu anarudi hapana. Kwa sisi wanadamu hakuna ambaye atajua. Ili ambacho tutakiona kwenye maono kila siku ni kwamba Yesu atakuwa anatukumbusha ya kwamba anarudi. Ndio ndivyo ambavyo watu wengi wanaona kwenye maono, kwamba anarudi. Na kwa nini anakuwa na, anatukumbusha hilo? Kwa sababu anataka tujiandae. Na hicho ndicho kitu ambacho unatakiwa kukifanya kuwa tayari wakati wote, kwa sababu nimeona eh, tukio la kurudi kwa Yesu, tukio la unyakuo halitakiwi kuwatia watu hofu. Tukio la unyakuo sisi kwetu tunaliita tumaini lenye baraka. Unaposoma kitabu cha Tito unasoma pia sura ya pili mstari wa kumi na tatu saba, tumaini lenye baraka sisi kwetu ni kitendo cha furaha, ni ndo tumaini letu kumwona Bwana wetu Yesu akija kulichukua kanisa lake. Sasa watu wamekuwa na hofu. Kwa nini watu wamekuwa na hofu? Kwa sababu watu hawako tayari, na Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwenye kitabu cha Mathayo sura ishirini na nne mstari arobaini na mbili na mstari arobaini na nne Mstari arobaini na mbili anaambia kesheni, maana mujui siku wala saa. Alafu mstari arobaini na nane anaambia jiwekeni tayari, maanake tujiandae. Yesu anaweza akaja dakika yoyote, sekunde yoyote. Kweli anaweza akaja tarehe ishirini na tatu anaweza kaja tarehe ishirini na nne anaweza kaja tarehe ishirini na tano lakini anaweza akaja kabla ya hizo tarehe na anaweza akaja baada ya hizo tarehe. Mimi na wewe tunahitajika tufanye nini? Wito ambao tunapewa na Yesu ni kuwa tayari. Kuwa tayari, kuwa tayari. Hicho ndicho ambacho nataka nikuachie, ndugu msikilizaji wangu, kuwa tayari, jiweke tayari.